Kwa mkiwa kwanza ndio vizuri. Wewe si mdogo wangu aka mimi napenda kwa mkiwa, sawa? Eh, si mdogo wangu wewe. Unakula gani hivi kwa wetu gari? Dagaa jamani, wewe ni sifu gari. Kwa sababu gani? si mpenzi sana wa ugali, lakini nakula gari vizuri. Kisambu kama unaona kisambu, sawa. Watu wengi wanapenda e vile ambavyo unaigiza na mwanao Mashavu binti yako kabisa, eh? binti yako Mashavu ni mwanao kabisa ni binti yangu kabisa kwenye Kombolela. Hey, watu wengi wanapenda kile ambacho una, uh, una, una, una unafanya naye una, unafanya naye mapokezi ya mashabiki, unachukuliaje? ukifanya kitu watu wakiona wanajisikia raha sana, kwa sababu naamini kwamba watu ujumbe umewafikia, na baada sometime watu wanahisi kama ni mwanangu kabisa, kwa sababu tumevaa husika sana, kwa hiyo ni jambo zuri okay. Sawa. hmm. zile pilika pilika unahisi ingekuwa ni kweli unaweza kuwa mama namna ile ambavyo unavyoigiza mule? Tofauti yake kwenye swala la upendo, kumpenda mwanangu mm. inawezekana mm. ila tofauti yake ni ile ambayo kumchochea ujinga ule ambao anafanya mle kwenye Kombolela, penda kwa wanaume mikufulai ili apate wanaume wenye hela kweli, sio kitu kizuri so, lakini swala la upendo kupenda watoto ndio nilivyo na ile kumchemba mwanao mbele za ndugu zako kina, kina Mwandawa nini ingekuwa kawaida, ungeweza kufanya hivi. Kia ni kitu kibaya, kia ni kitu kibaya. Mtoto kama amekosa, kama mtoto mdogo, muite pembeni, mseme pembeni, kwa sababu ana haki zake kama mtoto. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tunaelimisha watu wasifanye hivyo, sio kama tunachokifanya watu watuige a a, tunaelimisha watu wasifanye hivyo. Kuna muda uh, Mashavu alikuwa ananiambia, kuna muda yale maneno ambayo ulikuwa unaongea sometimes yoga okay, yana kutoka nje ya script, nakuta umelichapa tu mulindani mara nyingi sana unajua kuigiza yeah. Labda mizuka yanatupana kweli yeah. Najikuta yeah. Kweli eh. Unajikuta kama kweli. Wewe unajikuta unaongea una yani. Vitu hata kama havipo lakini yote ni no, ay, yote ni kwenye kazi kazi kisha kuingia, unajikuta kama ndio maisha yako sasa oh. <coughs> Ni gani ambayo ilikuwa ngumu sana kuigiza naye Mashavu? Ile sinema ambayo niko naye ananijibu jeuri <coughs> Hmm. Ah, tunaanza kupigana mimi na mwanangu yeah. Ilikuwa mwanangu, si ngumu sana kuivutia picha kwamba ndo wewe, kuivutia picha ingekuwa ndo live yeah, no, ni yeye mbaya kwa sababu hiyo nimeivutia a wa baba mtoto wa kike hivyo kama kweli sana? <sharponi> Dada ajera zamani. Ajera eh? Usika toka ajera. Au utamwita aje kuchukua na chumbani naye. Au mjera ajera huyo. Okay. Sawa. So, uh, kitu gani ambacho wewe binafsi katika movie zote ambazo umeigiza, unaona kuna kitu tofauti kwenye hiyo Kombolela? Kombolela mapokeo yake. Nimeigiza ndio lakini watu watakiwa kupokea. Kombolela amenipokea kwa ukubwa. Kombolela nimepewa usika mkubwa. Kwa hiyo ndio maana naona ni kitu cha tofauti. Ndo kazi ambayo imenitambulisha kwa Watanzania wengi, ambao walikuwa wanijui, wachache wananijua. Wale ndugu zako wote, ni ndugu gani ambaye ingekuwa ni live sana ndugu yako ungemkataa? Mimi siwezi kuwa na ndugu na mtu kama wewe Kobisi na

Nasema udongo ambayo ameombewa mafuta vinyaka sana yaani aumbwe upya. Amna mtu Mungu anisamehe gani, ambayo kila ukiangalia unasema huyu, kama ingekuwa kwa akili. Nikimwambia tu dua Ile huyu nikimwambia tu dua ile siri ambayo Kobisi kwa mke wake alitoa mshingo nje kwenye nani, kwenye neti

Kobisi, hebu niambie kitu kimoja. Ile power bank ya ile bima afya, mwanao Mashavu, kwenye maisha ya kawaida, kama ndo amezurazuula uk na mwanao anabidi awe na bima afya kama ile, unaweza kumweka? Mimi sijai

Sawa. Ya, ya sifa gani ambayo umeigiza kwenye Kombolela? Sio ya kweli lakini watu mtano wanachukulia ni ya kweli. Hmm. Hata mtu akikora na kuhukumu na hiyo issue. Ukorofi. Yaani ukorofi baba. Hata kwenye interview kuna fanya kwa tunakuwa nake mkoro. Mm, hamna. Si ni character hiyo tu wewe nimenivaa hmm, lakini sio mkorofi bwana. Ndio nchokoze sana jitahidi. Ah, uh, au yaani ukorofi upo ukasirika lakini kwenye Kombolela mna miamko mda wote ina kili nzuriak kama wagewage mda wote kinawaka. Nataka tuhame kidogo kutoka kwenye Kombolela, lakini tukazie hile ukiambiwa umdifani Abduli

Abduli ni, ni bosi lakini pia ni kama, anaenda kama rafiki ambaye nje ya kazi unaweza na kwako akakufaa ile kwa ushauri kile ambacho anaona kama sasa inastahili kumsapoti msanii wangu, tofauti na bosi mwingine; ukifanya naye kazi nje ya kazi sio rafiki yako. Atakubebeleza kwa maneno matamu pale kwenye kazi yake. Ikisha pale sio ndugu sio rafiki. Kwa hiyo ndio unaona sasa jinsi gani amegusa hilo jambo. Eh, sawa. Nataka tumalize na haya maswali ya mwisho kabisa. Mm. Mdogo wako kanunua kwa range.

nataka nijue. Mara nyingi ndugu waga sote wa kusaidiana sana. Dula ni ndugu ambaye anaweza akakuvaa kwenye shida yako, alifasa sana nia, ndo anaingilia kipiga kikitaa kuja kama kaka. Wewe ana mind mambo yako kwanza, kupiga nyo na mpiga nani na kwa vipi? Nimezimia. Dula ana mind kama kaka, ana upendo yani, anajitahidi, sio kweli?

Sio mimi tu, mimi nimekutana na rafiki yangu niko naye pembeni, anampa rafiki yangu mimi. Yani mtu yote ndivyo alivyo, na igizi ndio maisha yake alivyo, lakini range hujapanda bado, sikutana nao leo, mimi niko na suti talikuta tu, lakini si la kwetu, nitakutana nao. Unaona, kuna swali nilikuwa natamani kukuuliza. Sisi binadamu tunakoseana, tuna tunaenda sehemu mbalimbali, ikitokea mdogo wako Zailisa uifia kwa zamani, mdogo wako Dula ambaye na dada mimi

sehemu ambayo anapendwa, maana pale anapendwa, angalie mwenyewe ukimrudisha moyo wake hmm. Nawe nampeleka wapi? Um, sio. Um, wenyewe anajishika. Ndio kabisa. Mdogo yule. Kwa mchumba tu mdogo sana. Sasa, kwa kumalizia, mashabiki zako Siwa nanipa kwenye Kombolela. Asanteni kwa support yenu, uendelee kusapoti. Nafikiria kufanya kazi zingine zaidi na zaidi na zaidi, kikubwa kazi zangu na nitaanza kuzurusha rasmi. Wifu yako wa zamani, pendeza vipi? Pendeza vipi, mnawasiliana d alijitahidi kuweka karibu, maana kibinadamu mtu wangu karibu sana sana

Nakupenda sana mme wangu, sisikize maneno ya watu, tutaambia mengi. Wewe niangalie mimi, unapenda sana na Amina, nampenda mme wangu sana sana. Mwombe kwa Kiingereza maneno. I love so much my husband. I know you know. I know you <laughs> know. I know you know.